Okay, huyu anasema asante hizo sikutumia. Nilimuuliza kuhusiana na kutumia dawa za iron aidha za chuma, na situmii, kwani udongo una madhara. Okay, sasa, njoo nikwambie leo madhara ya udongo kwa wewe mama mjamzito mzito. Yawezekana mpo wengi ambao mnatumia udongo. Ni kwamba kuwa tu na hamu ya udongo sio hali ya kawaida, kikawaida. Maanake yawezekana kuna changamoto mwilini mwako na ni muhimu sana kuwasiliana na daktari wako. Na vitu kati ya vitu muhimu vya kupima ni pamoja na kupima madini ya chuma aidha kiwango cha madini ya iron mwilini mwako. Hivyo basi kama maana yake kiwango cha iron ni kidogo kinaweza ikapelekea vile vile wewe kuanza kula udongo. Maana yake wewe hadi unakula udongo ni reaction aidha ni mwitikio wa mwili kukwambia kuna baadhi ya vitu Unajikuta mano na unapata hamu ya kula udongo. Na madhara ya kula udongo ni kama ifuatavyo. Moja, inaharibu mmeng'enyo wa chakula. Yaani, unavyotumia udongo inapelekea ufyonzaji mdogo sana wa chakula. Kumbuka, udongo sio chakula eh. Kwa hivyo mambo unavyotumia ni kwamba mwili unashindwa kufyonza virutubisho vya muhimu. Unajikuta na hali ni unataka kufyonza udongo na kukuta hakuna virutubisho vile vile. Kwa hiyo, kinachotokea unaanza kupata choo kigumu. Utajikuta unapitia choo kigumu, naanza kupata changamoto za bawasiri bila. Lakini vile vile madhara mengine ya kutumia udongo, unakuwa hatarini kupata changamoto za appendix, aidha Either...